Karibu ndani ya Nukuu ya Matumaini. Neno la Baba litadumu milele na hata na milele. Hapo mwanzo palikuweko neno, ae neno alikuwa kwa Mungu, ae neno alikuwa Mungu. Huo mwanzo ulikuweko kwa Mungu, hivyo iliyofanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Ndilo hilo lilimo ndani ya neno. Uzima uhai, na nguvu zinapatikana kwa neno, na neno ndilo nuru yetu ya kila siku. Naye nuru ya ang'aa gizani wala giza alimo katika hiyo neno. Atukuze Bwana kwa ajili ya neno lake. Bingu na inchi na vyote vijazavyo vitapita, lakini kwa habari ya matumaini, neno la Baba litadumu na kudumu milele na hata na milele. Ombi yangu katika nukuu ya matumaini, asubuhi njema na hata mchana wa leo, ya kwamba lipendeni neno, ishini kulingana na neno, maana kwa neno hili, hapo mwanzo palikuweko neno, nalo neno lilitoka kwa Mungu, nalo neno ni Mungu. Na Mungu akiwa ndilo neno hilo, mwanga wetu utaangaa, njia zetu zitaboreka, maisha yetu yatalindwa na nguvu za Mungu zitakuwa pamoja nasi. Katika habari za nukuu kumekuweko na majina makubwa, tumekuweko na falme, tumekuweko na mamlaka makubwa, tumekuweko na vitu vingi vilivyotisha na kutisha dunia, na hata vingi ambavyo vilikuweko vya kulete manufaa duniani, lakini kwa muda vyote vilionekana, na mwisho wa safari vikaondoka, lakini likasalia neno na neno lipo mpaka leo hii. Unapoianza siku hivi nzuri ya kupendeza, anza ukiwa ndani ya neno, anza ukilipenda neno, anza ukilifanya neno kuwa la kwanza, anza ukiweka matumaini yako kwa neno, anza ukilijua neno ndilo mwanga na njia yako itaangaziwa kulingana na neno, maana vitu vyote vitakapopita, neno hili litabaki lipo, tena litakusaidia. Angalia magazeti yaliyoandikwa jana leo hii, ukiyalete mbele ya watu yamekwisha pita, lakini neno liliandikwa miaka na miaka na mikaka. Roho Mtakatifu aliowatumia watumishi, nao akayanakili mambo haya kutoa kinywa cha Mungu, basi mpaka leo lingali linaishi na kudumu milele. Ishini kulingana na neno na kudumu kulingana na neno, na maombi yangu ni haya katika habari nzuri kabisa ya nukuu ya matumaini wote watakaoweka mizizi yao ndani ya neno na kulipenda neno, wakati hivi vyote na misukosuko itakapopita, watabaki wamesimama imara imara, thabiti kama jinsi neno lilivyosimama imara, maana hata nukta moja neno litaondoka, litabaki milele na milele. Asante, lipokeni neno, ishini kwa neno, maana hapo mwanzo palikuweko neno na roneno lilitoka kwa Mungu, na roneno alikuwa ni Mungu. Na hakuna lolote liliofanyika pasipokuwa tamko la Mungu, ya kwamba na liwe na likawa, liwe likafanyika, na kama Bwana alipotamka likatendeka. Nasema katika habari za nukuu, akutamkie mema kwa ajili ya siku iliyo mbele yako, na ndiyo nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa. Ndeva Mathew ndiyo jina langu. Asante kwa wale ambao mnasimama na kituo hiki kifedha. Mungu wa amani awalinde watunza, wabariki sana, na pia wanaotuombea kila kuchao. Neema ya Baba ikae pamoja nanyi. 45 61 468, hiyo ni tin namba yetu ya idhaa ya Radio Fortune Africa, na kwa wale ambao mnakaa inji zile za ugaibuni, pia unaweza google tu Radio Fortune Africa utapata pale app ya zenu. Unapofika pale, kuna mahali pa donate. Ukifika pale, unaweza tuma kile ulicho nacho dola moja, mbili, kumi, 20, tutashukuru sana maana tunayokihitaji katika maono yetu na ndoto tuliyonayo ni kutamba na kufika FM. Na hivyo ndio tunasema ukipata nafasi ya kushona kituo hiki nyosha mkono wako ili maono na ndoto tuliyonayo ikaweze kutimia kwa jina la Mungu wa Israeli. Asante na karibu popote mlipo. Imekuwa ni nukuu ya matumaini nami Mathew Ndeva, idhaa Radio Fortune Africa, the heartbeat of Africa. Asante na